Mambo vipi mtazamaji, hii ni Zantime. Karibu tena katika kipindi chako, kipindi ambacho kinakuja kila siku wiki pamoja na siku za kazi. Kipindi hichi kinakuletea mambo mengi, unapata kujifunza na kujua kile ambacho tunakuletea katika media yetu hii Mimi ni Warda Hamid utakuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi karibu leo katika kipindi chetu tuko na mgeni mgeni ambaye ni msanii ambaye atatuelezea mengi kuhusiana na kazi yake pamoja na ambacho ametu, ametuandalia leo ili tukufahamu zaidi twende tukamkaribisha mgeni wetu eh, atajitambulisha jina lake pamoja na kufahamu mengi sana karibu sana mgeni. Uh, ndugu mtangazaji, asante sana yes, watazamaji wanataka kufahamu jina lako pamoja na cheo chako katika kazi hii ya sanaa. Uh, mimi naitwa Maulidi Mubaraka na Hoda Maliki Mubaraka na Hoda Maulidi Maulidi, okay. yeah, Maulidi <coughs> Mubaraka na Hoda mm, lakini ilo na jina langu la kuzaliwa, jina la sanaa naitwa Maumundi Plani, lakini pia naitwa Mr. Fujo Smoker. Mr. Fujo smoker. Kwa hiyo wewe fujo ndo zako eh? kwenye maigizo natumia jina la Fujo smoker. Fujo, Fujo smoker. Okay. Yeah. Katika hiyo nini sana, wewe una nafasi gani? ni kama mwanachama au kuna cheo chochote ambao uko nacho? Ah, kwa sababu sisi tunafanya sanaa za maigizo na sanaa za maigizo zinakuwa na grupu, kwa tuna grupu letu sisi ambalo linaitwa Sirigate. Sirigate ati group <laughs> kwa hiyo cheo changu kwenye lile kundi ni mshika fedha. Mshika fedha ya ni mshika fedha wa kwenye lile kundi. Yaani jina lako ni Mafujo, baadaye umepewa cheo cha kushika fedha? Ah, ah, sio Mafujo, ndugu mtangazaji eh, naitwa Fujo Fujo, yeah na hilo Fujo limekuja kwa husika ambayo naicheza Sio kama ni fujo labda ni fujo mkorofi mkorofi. Eh, hey, nilijua ni fujo yani vile unaenda kwa kufanya mafujo tena tafrani, ndio maana ilo jina likapewa ukapewa, yani uhusika wako yani ndio umepewa nimekufaa kabisa, afu nashangaa uko na cheo cha kushika <laughs> fedha umeaminiwa vipi? Ah, cheo na uhusika ni vitu viwili tofauti. Hmm. Kwa sababu cheo kile cheo unapewa kutokana na jinsi yes, ulivyo kwenye ile kundi una msaada gani? Ndiyo. Una mchango gani? Hmm. Kwa unapewa kile cheo. Okay. Yes, katika uigizaji umeanza kuigiza lini au mpaka toka uanze kuigiza ni filamu ngapi ambazo umeigiza na mpaka sasa hivi uko stage gani yaani, umefikia vipi mpaka sasa hivi katika uigizaji wako? Hey, Filamu nilizoigiza kwenye kundi langu la srit ni filamu kama nne, nne. Na scene gani ambayo ulikuwa unacheza katika filamu hizo? Scene nilikuwa nacheza ndio hiyo nakuambia ya ukorofi yaani ni mtu kama ni mvuta bangi, mlevi, nunda, na nielewa mm. E, yaani ule mtu mkorofi, mkorofi, yani wale watu. Kwa hiyo kwenye husika ninayocheza ndio jina mm. linazaliwa mle. Sawa, mfano kama wewe ndugu mtangazaji, tunaweza tukakwambia, bwana, tunakuchezesha simu ya labda mwanamke ambaye amedata amepinda hivi Ndio. kwa hiyo tutakupa jina la mwanamke huyu aliyodata aliyopinda labda tutakuta mchipuko eh. Wewe nikisema siwezi hiyo filamu kwa mfano kuigiza, ukisema huwezi tutakupa sini nyingine ambayo wewe unaiweza au unaipenda. Yes. mimi napenda nicheze kama mtoto mtiifu, navaa ushungi. Unapewa kulingana na wewe mwenyewe unavyotaka, sio kulingana na wewe unavyotaka, hmm. kulingana na story stori navyosema, kwa sababu niweze katungwa story Alafu ile story ikasema huko kuna mtu mkorofi, kuna mtu mpole, kuna mtu ni dokta, kuna mtu ni mwalimu. Unafahamu? Hmm. Kwa hiyo atatafuta wale watu. Mwalimu ni yupi? Dokta ni yupi? Eh, na huyu mkorofi ni yupi? Okay. Kwa hiyo katika wale tutaangalia mkorofi ni huyu. Kwa hiyo utaambia vipi mkorofi na uweza? Hmm. Na msanii hawezi akakataa akaseme siwezi. Lazima utakubali. Utasamehe na uweza. Unafahamu? Okay. Filamu yako ya kwanza ni ipi katika mizaji yako? Filamu yangu ya <coughs> filamu yangu ya kwanza inaitwa Alhamdulillah. <coughs> Yeah, hiyo ndio kuigiza jina la Alhamdulillah, lakini jina ambalo ulikuwa unatumia ni hilo hilo, fujo hilohilo fila? Kwenye filamu ile nilitumia kama kibabe, kibabe ya, yeah, nilitumia kama kibabe na pia nilicheza ukorofi vile vile. Katoka kibabe kaja fujo, mm. Yeah. Tuna mm, mba, eh, ni ni ya, tunafahamu kwamba katika filamu hizi kunakuwa kuna ushawishi mwingi. Ni mtu gani ambaye amekushawishi mpaka ukaingia katika hii kazi ya sanaa? Ehe, ndugu mtangazaji, kusema kweli, aliyenishawishi hakuna, alionishawishi kwa sababu sanaa naona kama nimezaliwa nayo, lakini mtu aliolitengeneza kwamba nikazidi kwamba kuipenda tu ni kiongozi wangu ambaye niko naye kwenye kundi la Sirget, anaitwa Bwana Bakari au Beka Drunk. Huyu yeye wakati tunasoma kule Machui, yeye ndo alikuwa pia ni kiongozi pale skuli wa sanaa kipindi kile kwa wanafunzi wanafanyiwa zile sherehe za elimu bila malipo. Kwa hiyo wao walikuwa kwa ma, nani madarasa ya juu kwenye form 2 kwa form 4. Kwa hiyo wao ndio zikija zile fursa wana, wanapata wao wakubwa. Sisi wadogo huku hatuna hizo fursa. Mm -hmm. Kwa hiyo walivyomaliza wale kina Bakari, sisi ndio tukao wakubwa hata tushafika form 1, tushafika form 2. Kwa hiyo sasa zikija mm -hmm. Eh, zikija nafasi za sanaa, kwa hiyo wanatafuta wale walikuwa walu kwa form 1 form 2. Kwa hiyo nikajikuta sasa wanatoka wenzangu waenda kuigiza okay. Mm. Lakini mimi naweza lakini naogopa bado. Unaona? Lakini nikasema acha safari nikajaribu. Mm. Kwenda kujaribu nika ndo namkuta kiongozi wangu Bwana Bakari yuko pale. Ba, yeye ndo kiongozi anafundisha. Mm. Basi safari yangu ndo ikaanzia pale. Akanichukua akatufundisha ile maigizo ya skuli pale akatuelekeza tukaenda tukaperform kwenye elimu kwa ya malipo hiyo. Kuperform kule nikapata uzoefu kwa mara ya kwanza. Toka nizaliko ndo naigiza hapo kwenye wana, mbele ya wanafunzi. Kwa hiyo baada nilivotoka pale na ikawa inaendelea ile michezo, mwaka mwingine ukaja, wakatakiwa tena wanafunzi wakaigiza tena kwenye ligi ya malipo, nikaenda na kiongozi wangu yule, hapo ndo anatufunza huko skuli. Sasa nilipomaliza skuli hasa, najiuliza sana nitaifanya vipi? Nitaenda wapi? Sielewi hata kama kuna makundi, watu wanafanya sana kwenye makundi, sielewi. Lakini Bakari yule akaniambia, ah, makundi hapo tunayo machui pale, lipo kundi letu, njoo. Ndio. Akasema lipo, nikaenda. Nikaona wana jinsi wanaofanya mazoezi. Kwa mara ya kwanza nafunua macho, ndio naona watu wanaigiza hivi, wanafanya mazoezi kwenye, ah, kumbe watu wanafanya hivi eh, mimi naona michezo kwenye TV tunajuza wanaanzia wapi? Kwenye TV wanaanza vipi? Tunaona labda wanaitengeza mle mle TV ni kumbe wanaanza kurekodi. Hey, wanaanza kurekodi kama ni sehemu kama hiyo, wako peke yao, wanafanya mazoezi na nini Poo, hmm, kwa mara yako kwa ya kwanza, samahani hmm, kwa kwa kukatisha. Hmm, kwa mara yako ya kwanza ulijisikiaje baada ya kukaa nyuma ya kamera, yaani kwa mara ya kwanza kukaa mbele ya kamera, wewe ndio unarekodiwa, bali ulijisikiaje? Hmm, kwa mara ya kwanza kusema kweli, unajua siku furaha nilikuwa nayo, lakini pia sikuona kitu cha ajabu kwa sababu nilikuwa nishaifanya tayari kwenye majukwaa, unajua hmm, tofauti ziko mbele. Kuna mtu ambaye hajawahi kufanya kwenye majukwaa amewahi kufanya aka mara ya kwanza yeye anaanza kwenye kamera tu, kwa hiyo yule kidogo atakuwa hata na hofu, kamera ataiogopa umeona. Lakini kama ushawahi kufanya mbele za watu kwenye majukwaa, kwa hiyo hata akija kwenye kamera, wewe unajifaragua tu Ndiyo. Umeona? Kwa hiyo furaha nilikuwa nayo, kwa sababu ndio naona kwamba mtoto wangu nakwenda kutimia, madamu namurekwa kwenye kamera, lakini uzoefu nilikuwa nayo tayari kwenye majukwaa, naona hii kamera ni kama jukwaa tu. Yeah. Ni kawaida. mm -hmm. Ulikuwa huogopi? Hofu hakuna, kwa sababu ulikuwa ushazoea. mm -hmm. Sawa, familia labda walikuwa wanakusapoti katika kazi yako hii ya kohia, kuigiza ama ha, familia kusema kweli ni... unajua mimi babangu mimi ni msanii, babangu msanii, lakini si msanii wa maigizo mm. Wale wasanii wa zamani, tuseme wazee wa zamani, walikuwa na sanaa fulani hivi za mitaani zile, unaweza mm. kumkuta mzee mtaani achekesha sana anafurahisha sana mtaani asura ah, akija mzee yule bwana hapa story hazishi. Kwa hiyo mzee wangu alikuwa na sanaa ile, lakini nadhani kama ni msanii hasa mimi, hmm. baada ya kukua ndo nikamona mbona mzee wangu kama ana sanaa hivi, kwa sababu ehe, ana sanaa ile ya hmm. mitaani eh, ile hmm. kuchekesha watu kufurahisha watu kutunga hadithi za uongo, anawatungia bwana ilikuwa hivi ilikuwa hivi, anatunga story, yani, na chunguza history, kama, kama tamthilia historia ya mzee hmm lakini ndio anatumia kwa kuwadanganya watu mtaani, ehe, lakini kajua ile ni sanaa. Kwa hiyo kajua okay, kumbe mimi ni mrisi kwa mzee. Sasa mzee alikuja kumwambia na mimi naweza kuigiza naweza kufanya sanaa, akaja kuniambia wewe, sanaa afanya chanifahamu, lakini usije ukavaa, eh ukavaa sijui kama wao wanavyovaa wasanii wengine tunavyowaona, utende kwa kuharibika, ukawa mlevi, ukaingia kwenye madawa tena ukaharibika, maana yake kwa sababu wasanii wengi tunaona wanaharibika. Kwa hiyo na wewe kikubwa, usije kufanyaje, ukaja ukaharibika, ila wewe fanya ya. Walikubali hicho kitu, mama alikubali, baba naye ndo alikubali, lakini kwa msimamo huo kwamba fanya sanaa tuone faida, tusije tukaona kwamba umeharibika, imekuwa hasara tena de, ya, ya de. Lakini walikubali hivyo. So, sawa. Kikundi chenu cha mpaka sasa kimefikia hatua gani toka mwanzo hii kazi ya uigizaji? Ah, kikundi chetu cha Sirigeti, hatua zilizofikiwa mpaka sasa hivi ni nyingi ni nyingi sana, ambazo huku tulikotoka tulikuwa hatuna hizo hatua yeah. Kwa sababu sasa hivi sisi Zanzibar tunajulikana si kwa asilimia mia moja, lakini kwa asilimia sabini tunajulikana.